Uhali gani mpenzi mfuatiliaji wa 69 Media. Mimi naitwa Ali ya W13. Of course niko na mwenzangu hapa, pipi pipi, mhm, pipi pipi, mama mashungi. Ah, kwa lazima wewe, ukiisha mashungi unaendelea kuvaa ah au mwezi ukiisha unarudi kwenye pedo <laughs> eh, ya Mungu mengi, ngoja tuone itakuaje <laughs> jamani ah, sio Bara hii hapa ni the gossip table, meza ya ombea vitu vya moto. Tunasikiliza kila siku mm. -hmm. updates zote ambazo zinaendelea ku trend huko ambazo zinahusu masuala ambayo ya ombea ombea, wewe uvipati kwa wakati mm -hmm. au watu wanakunyima, hawakamili vitu yeah. aina gani? Sisi tunaingia deep, tunakuletea, tunafungua moyo afu tunazama ndani eh atusomi tu kitabu kwa <laughs> Tuna nje tunaleta mpaka yaliyomo yamo. Sasa je, ndio bana, siku ya leo ni siku adhimu kabisa, siku tukufu, imetulia na watu wapo kwenye mfungo Jio. lakini hata kama mambo kwenye mfungo, sisi ni watu ambao hatujalishi e, hatujali kwamba hatukopeshi kwa hey, hatu kwa kama vitu Tuna vinasemeka vinase, tunavileta watu wapite navyo. bwana Rayvanny mm -hmm. kanena, mm, mm -hmm. kanena, kasema. mtoto hey, hey, ile kashachoka kula hoteli, <laughs> hey. hoteli. Kijana sasa hey. ameshatangaza rasmi kwamba ndoa ipo, ipo, pale pale mwezi ule ule, kasoro kasolo tarehe tunayo na na tunatambanayo, ayo, kabisa ipo, katangaza. Hey, mwenyewe sasa pipipi hey. Ukiwa kama mwanamke ndio unasikia mwanaume anakaa mbele ya uh, waandishi wa habari alafu anasema eh, alafu anakutetea unajua, kuna kuna kipindi anasema Faima, hey, ambaye anatakiwa kuolewa na Rayvanny, ndio Faima ni hiyo taarifa ya king'anga hiyo, unajua, sasa imekuwa role model wa ving'anga wote Tanzania, unajua hicho kitu. Itakuwa ni sahivi ndo king'anga role model wa ving'anga wote TZ, hiyo ni, Fahyma. Yu, yu, yu ni verified kabisa hiyo eh, tunakupa ya moto kabisa kupitia 69 69 Ah. Kwa kwa. Sasa wewe ulikuwa unajua kwamba ndio role model vinganga wote Tanzania, sasa bwana. mm -hmm. Watu wakawa nadhani kwamba Fahyma ndio anaifusi ndoa, kumbe Rayvanny mwenyewe unajua, ukiwa gentleman, unaweza yeah. kumtetea mpenzo wako kivyo vyote. Unasimama aokwanamenyoka ah. PC imekwenda uwezi kuogopa mbele za eh. eh, watu Unasimama. Kujinadi, kujitamba, hiyo ni kawaida mm. Unasema, huyu mimi mtu wangu, natamba na naye, kwa hiyo tupe nafasi tu, tu, tuendelee kupendeza e bana. Sasa Faima, ambaye alikuwa anafahamika kama amba na king'ang'a, okay. Rayvanny amekanusha na kusema yeye Faima haing'ang'anii ndoa, bali Rayvanny ndio mwenye nia ya ya kumuoa Faima. Ah, mashallah jamani, bana e, nikasema, <laughs> kweli sisi wambea tumezibwa midomo, maana sisi tunapenda sana kumuita Fahyma na kiganga ula, ula mbivu e. Sasa ambaye avumilia nakula nini mbichi waenga, na ana maneno ushe kufikiria huyu alosema msemo alikuwa katika hali gani huyu? <laughs> alosema mvumilivu ula mbivu alikuwa katika hali gani kwa sababu alivumilia nini? <laughs> Kitu gani mapela au maparachichi waenga eh? <laughs> wa, ee jia panda sana ha. Lakini stori ndio ya Rayvanny bwana, kuhusu ishu zima ya mpenzi wake Fahyma mm -hmm. na sisi tunasubiri kwa hamu tarehe ambayo wao wametangaza kwamba watafunga ndoa. huwa wanapenda sana Fahyma ha, vibaya mno. Mm -hmm. Yani, katika watu ambao ukisema wasanii wa kike ni wataje Fahyma, anafanya Fahyma sana gani tuanze hapo? <laughs> kwa mimi. Ha, igizi cha pili ukiangalia Fahyma ni yule ambaye ana design nguo anafanya mambo ya fashion. Mm. Na ukiangalia ni tuzo Fahyma anapokea jamani tuzo mwanamitindo eh. Yaani mwanamitindo na pia mfanya biashara anauza mm -hmm. Nini nguo eh. Kwao namkubali Fahyma kwa staili hiyo. Namkubali. Sasa sijajua siku ya harusi wa Mbeya. mm. Sasa unajua mmoja kati ya watu ambao wanapenda kuiteka red carpet eh. ni Fahyma. Mimi eh. nimeshuhudia eh. Kwenye ile uh, ilikuwa ni issue nzima ya Valentine's mm. Day ya Nandi pamoja mm. na Billnass. Mm. Aliandaa Nandi lakini mm. wakaja mastaa pale. Mm. Fahyma alikuja kwa mara ya kwanza akiwa amevaa red dress, gauni jekundu refu mm. limeshuka mpaka chini. Mm. Sasa pale alipokuwa anapanda kwenye red carpet kuna ngazi. Mm. Akashindwa kupanda bwana. Eh. Mm. Eh. Sasa mimi nikajua labda atavua labda viatu au ataita mtu amwambie. Ah, walimbeba, walimbeba. Walimbeba walikuja tu kama watatu vidume okay, vimeshiba wakamwinua hivi wakapandisha kwenye Mar ngazi. Malkia, yani anaonyesha ah, ukubwa wa fashion. Alafu hiyo sio sio sasa tukio lake. Sio la kwake la watu, la kwake je? Sasa usiseme hapo sijamaliza e -ha. Baada ya hapo akapiga picha pale na nini, interviews, akatoka nje akarudi tena na nguo nyingine ah, yeah. Kusema kwamba yeye, no kusema ile combo ilichafuka. Yaani sio kuchafuka. Yaani yeye aliplani, aliplani, aliplani kunyamazisha. Anasema, "Oh, Fahyma, siwezi niambia bwana sikiza, mi navaa. Mi navaa." Akaingia nguo yake ya kwanza, mm -hmm. Akapo baadae akaingia nguo fupi hivi, ilishia kwenye magoti. Anatuonyesha miguu mbaya ipo. Kaja akapiga zake picha. Apiga picha akaondoka. Ah, ajaingia hata kwenye show. ana ah? Ah, muda huo. Kaja kufanya show, kaja kwenye red carpet nguo yake ya kwanza kaondoka, kavaa nguo ya pili kaondoka tena. Hakuna tena maswala ya kusema sijui nini sikashafika, muhimu kufika tu, mengine yayo ni lakini ni, ni ni nyongeza. Alishafika na maswala ndo hayo, so tunasubiri sana kwa hamu hiyo ndoa ya Fahyma yeah. na Rayvanny mm -hmm. bana chui, tuone kwamba labda Mtanga. Uh, ni, ee, uh, ni kweli tunaenda tuna huko tunapataka ama ni stori tuna soga nyingi za vijio kwamba flani fulani kaoa nanataka kuoa, jamani ndoa mama, ila, ila mna mi nazani kwamba hii ndoa ipo mm. kwa sababu ukiangalia Rayvanny akuwai mm. kuongea kama wasanii wengine wakina nani wale <laughs> mm. wanatuambia tu, aa, mi mwezi ujao naoa mwezi ujao mwisho wa siku hamna lakini, ukiangalia, ukipitia hata nyuma nyuma kumbukumbu zako, Rayvanny sio mtu wa kusema hivyo kwamba mimi labda nitaoa mimi nini, apendagi sana kuongelea mahusiano. Rayvanny sio mtu wa kuongeaongea sana. Kwa hiyo kama ameweza kuongea, ameona haitoshi, na leo kaamua kuongea tena kwa mara nyingine, sio tena kwenye mtandao wa Insta, leo kaongea live kwa waandishi wa habari. Jambo lipo, jambo lipo, tunasubiria na tutatambana. Sawa. Jambo lipo tunalisubiria, na tutatamba nalo, so tunamaliza story ya Rayvanny na Fahyma. Fahyma, tunaisubiri tuone, mm. Fahyma hivi atabadilisha dini? hey, ah, mm. Ah, lakini pia inaweza si bula, kuna zile ndoa za nini za za, mm, za kusaini zile za uh, mm, za sheria zile a dini yake, lakini maisha, mbona umekimbilia sheria? Umkimbilia sheria, mambo mengine hayo. Ndio mnaoana baada ya mwezi mnaachana, mtu anakufilisi unatoa macho. Unajua saa hizi dunia imebadilika. Zamani kuwa mtutoakima akibadilisha dini tunaona kitu cha ajabu, lakini saa hizi unaweza ukakuta Rayvanny mashallah, tukamwita sheria ya yao Ewana, hiyo ni story vile na Faima. Sasa hivi story ambayo pia imeiteka mitandao ime ya kijamii ni story ya uh, inamuhusu TID mnyama yeah. Ewana yeah. Mr. Mr. Pimbi anaga dogo eh mm. Pimbi, unajua kama alivyokuwa mwenyewe anaga dogo, achana naye alivyo mm hiyo -hmm. <laughs> sio alivyo, achana naye sisi tunasema <laughs> Mr. Pimbi hana dogo Pimbi mm -hmm. Bwana eh, kupitia mtandao wake wa Instagram bwana mm -hmm. ameachia ujumbe ambao kidogo mimi umenitikisa moyo E, kuhusiana na mzee wetu kama nakuona ulienda ukaruka, ukaenda ukaruka. Kabidi nifuatilie kidogo histori kama ina ukweli e, lakini mpaka sasa hivi naona source ambayo imetoa hiyo habari ni kutoka kwenye page ya Mr Pimbi anasema kwamba TID mnyama mm, amepata labda amepata fedha, sio labda amepata fedha kutoka kwenye e, watu ambao wamejitokeza kusaidia watoto yatima kama, mm -hmm. So, so, waamini TID kama ni mtu ambaye maarufu anafahamika mtu mkubwa, ana kikundi kikubwa cha watu huko nyuma, so wakaamua, mm -hmm, kumpa fedha aziwasilishe kwa ya watoto yatima so baada ya kupewa hizo fedha inasadikika, mpaka sasa hivi hizo fedha hazijakabidhishwa kwenye mikono ya hao watoto yatima au viongozi ambao wanasimamia hao watoto yatima. Uh -huh. Mr Pimbi kaonyesha na baadhi ya meseji, kuna namba elfu mbili na ishirini na nne, namba yake mpya. Maana yake transactions zile za kutumwa fedha na nini zote zipo kwenye simu. Uh -huh. Ushahidi kaonyesha Mr Pimbi kwa hiyo hiyo ni taarifa ya TID na Mr. Pimbi. Sasa mimi nikaanza kufuatia TID kaposti chochote lakini kupost kitu mpaka sasa hivi wala hajaongea chochote na taarifa Pimbi naye, kuna muda ukiingia kichwa kichwa kwa Pimbi unaweza mm, ukatia huruma mm. Pimbi naye kuna muda na kwa... Kichwa katoka na mkia. Bwana, bwana, bwana. Kuna muda nalizua na la kulizua kumbe sio Bwana yeye makini, sometimes tunaangalia Mr Pimpi taarifa yake, kwao sisi bado tupo 50-50 nzima. Mm, mm -hmm. mm -hmm. kama ni kweli TID, mm -hmm. amepewa hiyo fedha, unaonaje? TID, msanii mkubwa, ambaye unaheshima kwa watu, unafanya shows sasa hivi uko Dodoma, halafu unasadikika kuchukua fedha ya watu. TID ni Muislamu. Mm, na mwezi ni wa kuchuma sasa, inakuwaje? Ah, mtu unachukua hela tena. Bora zingekuwa hela za watoto yatima. Watoto mm, yatima unachukua unaenda kutumia wewe mwenyewe, sikutai pia unaenda kulewa. Kwa hiyo <laughs> kama taidia amechukua, tunamwomba Arudishe, rudisha tu fedha, rudisha pesa, zinatafutwa. Rudisha kofia. Ah, unakumbuka hiyo unasema chakaraba? Rudisha tu usiwe kupata matatizo, au pia ukaribu reputation yako kama msanii mkubwa, lakini pia ukaribu na career yako uliotengeneza muda mrefu, kaja kuharibika kwa siku moja kwa kitu kidogo ambacho unaweza kukiepuka. Inakuwa sure ipendezi. Basi sawa, hii hapa ilikuwa ni the gossip table na stori ambazo tumekuja nazo leo ni issue nzima ya Rayvanny, yeah, tunayo na Fahyma ndoa, tunayo tunatamba nayo, lakini pia kuna stori ya kumhusu Mr Pimbi na TID mnyama. Mr Pimbi amesema ame kwamba TID anahusika kwenye kutapeli fedha ambazo takiwa apewe watoto yatima. Sasa sisi tumekuwasilishia hizi stori, unaweza kuandika maoni yako juu ya hizi mada ambazo tumekusogezea mezani siku ya leo, lakini pia unaweza kulaki komen na kushea kwenye baadhi ya video zetu e, pita pita humo, pekua umbea, hauishi unapita e, na umbea wote pipipi, mwenyewe akauki hapa naombea anzaje umbea kama wote, bana. Fika pale YouTube kwenye channel yetu 69 Media eh, subscribe, bonyeza alama kengele, like, comment na kushare, kwa kwanza pata taarifa zetu. Lakini fika pale Instagram yeah, TikTok, Facebook, andika like 69 Media TZ. Hizo ni page zetu zote, zifollow maisha yaende, au sio? Pipi yeah. Sisi tunaondoka bye bye. Bye.